For children, of, of, of Injili kwa watoto. Tumaini kwa wote, Mungu kwanza mengine baadaye, tumaini letu lipo kwa Mungu, Lipo kwa Mungu. Asanteni kwa kutusaidia wenye uhitaji, Mungu akawalipo kwa wema wenu. Asante kwa kututia moyo Mungu, Mungu akawajaze furaha kama kitabu chetu cha Methali kumi na moja mstari wa ishirini na nne anasema, kuna tanyae uzidishiwa zaidi, kuna nyimae kuwa maskini. Na Methali ta anasema amrume maskini umkopesha Bwana, tambua kwa tena lake jema. Na Luka sita mstari wa thelathini na sita anasema basi yeye na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Asanteni sana kwa bariki, amina.

zae uwwapicha na ziri ya maaduni zenu. Mungu asiwapungukane na kicheko, awaheshimishe asanteni. Kwa msaada wenu, Mungu awape nguvu na mafanikio. Tunawashukuru kwa kututia moyo, Mungu awajaze tumaini na imani.